Kwa majina naitwa Mkaguzi Msaidizi wa Zimamoto na Uokoaji Frank Mwalongo kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Ilala. Leo tarehe 16 Januari 2026 majira ya saa 6 na robo tulipokea wito wa dharura wa ajali ya moto katika jengo la NSSF hapa mtaa wa Azikiwe na Samora, na tulifika kwa wakati na kuweza kupambana na moto huo, lakini pia majeruhi wawili wameweza kuokolewa na kupelekwa hospitali ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupatiwa huduma ya kwanza. Mpaka sasa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, lakini hadi sasa hali ni shwari na jengo limeokolewa. Na shughuli za kiuchunguzi na taratibu zingine zinaendelea, na tutafahamishwa taarifa kamili itakapokamilika. Asante sana. Tofauti na majeruhi pengine, maeneo katika jengo hili, hasa floor ya kwanza, ndio imeweza kuathirika kidogo, lakini sehemu kubwa ya jengo imeokolewa na mali zimeokolewa.